ambaye ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwanza, ni nini msimamo wetu kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025? Ndugu wanahabari, wananchi wa mkoa Hagera pamoja na Tanzania wote kwa ujumla, kwa mujibu wa ibara ya tano 5 kifungu cha kwanza ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, kila raia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania aliyetimiza umri wa miaka 18 anayo haki ya kupiga kura katika uchaguzi wa rais na wabunge. Kama ndivyo, hii ni haki ya kikatiba ambayo haiwezi kunyimwa uhalali na mtu yeyote yule, lakini pia haiwezi kudhulumiwa. Na kwa msingi huo, sisi kama TK Movement mkoa Kagera, tumejipanga kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa njia ya demokrasia ya katiba na yenye heshima kwa msingi wa taifa letu. Tumeshuhudia wako baadhi ya watu katika maeneo tofauti wamekuwa wakihamasisha watu na kuambia kwamba wasikubali kushiriki uchaguzi huu. Ndugu wanahabari na Watanzania wote kwa ujumla, jambo hili sisi kama TK Movement tunalipinga na kulilaani kwa sauti kubwa sana, lakini pamoja na hayo baada ya kugundua kwamba watu hao wamezunguka katika maeneo mengi na kuhamasisha kwamba watu wasishiriki uchaguzi, sisi kama TK Movement tumekuja na programu maalum ambayo hivi sasa ipo katika mikoa yote, katika wilaya zote, katika kata zote na mitaa yote ambapo programu hii inaitwa Samia Soja yenye kaulimbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele ikiwa na maana ya kwamba sisi tutaenda kuhamasisha wananchi waweze kujitokeza kushiriki Uchaguzi Mkuu, lakini pia tutawaeleza wananchi ni nini hasa sababu kubwa inayotufanya tusimame mbele na kuyaeleza makubwa ambayo yamefanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunatambua na kuelewa kwamba Mheshimiwa Rais amefanya kazi nyingi sana, hivyo sisi kama TK Movement, tutazunguka maeneo yetu yote kuhakikisha tunamsemea, lakini pia kuwashawishi wananchi waweze kumkubali na kumpigia kura ifikapo wakati wa uchaguzi. Ndugu wanahabari, uchaguzi sio jambo la hiari, hili ni takwa la kikatiba. Kama ndivyo, hakuna mtu wala kikundi chochote kile ambacho kipo juu ya katiba wala chenye mamlaka ya kuvuruga na kuzuia mchakato huu ulio halali. Ndugu wanahabari, sisi kama TK Movement mkoa wa Kagera tumeungana sote na tunalisema hili bila kigugumizi kwamba tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa asilimia mia moja. Kwa nini? Chini ya uongozi wake Mheshimiwa Rais tumeshuhudia mambo mengi na makubwa ambayo yamefanyika ndani ya mkoa wetu wa Kagera wenye halmashauri nane na kata zote, lakini pia kila mtaa na kijiji, bila kusahau vitongoji ndani ya mkoa wetu wa Kagera. Tumeshuhudia miradi mikubwa iliyotumia fedha nyingi sana ambayo imefanyika ndani ya mkoa wetu wa Kagera. Tunampongeza sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tunampongeza sana mwakilishi wake ndani ya mkoa wetu wa Kagera ambaye ni mkuu wetu wa mkoa mama yetu Hajat Fatma Mwasa, kwa namna ambavyo amepambana kuhakikisha fedha hizi ambazo zimeletwa na rais ndani ya mkoa wetu Kagera zinafanya kazi kama ambavyo imekusudiwa. Katika mkoa wetu wa Kagera, zaidi ya bilioni mia moja na tisini zimetumika kwenye miradi ya maendeleo ikiwa ni pamoja na barabara, shule, hospitali, maji safi na miundombinu ya umeme vijijini. Naye mkuu wetu wa mkoa wa mama yetu Hajati Fatuma Mwasa ameonyesha uongozi wa mfano katika kusimamia utekelezaji wa dira ya Daktari Samia Suluhu Hassani. Kwa kila wilaya, kila kata na hata vitongoji vimenufaika. Kazi zinaonekana na wananchi wanashuhudia. Usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka